Nao familia ya Joel Kipkosgei Chirchir kutoka kijiji cha Osotua Nkoben Narok Kusini inalilia haki baada ya kifo cha mkewe Elizabeth Chirchir kinachodaiwa kusababishwa na mshtuko wa moyo na kuchanganyikiwa akitafuta haki ya mwanawe aliyepigwa risasi peupe na afisa wa msitu. Wakizungumza katika hafla ya mazishi, baadhi ya viongozi wamekashifu kile walichodai ni kujikokota kwa asasi husika kutenda haki kwa mwana wao. Msemaji wa familia hiyo Joana Kamilan aliihimiza serikali kuingilia kati ili kupata fidia wote waliodhulumiwa katika kisa hicho. Kilichotokea yapata miaka miwili iliyopita, familia 35 zilifurushwa kwa fujo kutoka msitu wa Masai Mau, ambapo wakazi wengi walijeruhiwa. Alikufa kifo cha stress, ambayo huyu kuna mtoto wake aliwawa tarehe kumi na sita mwezi wa kumi na mbili 2023 mse yangu aliwawa na maskari, na hakuna fuatilio yoyote ilifuatilia ile kesi yake. Mi naona kesi yake anaenda kupotea na hakuna usaidizi yoyote. Watoto yangu aliacha bure bila baba yake, na baba yake haikuwa na ugonjwa yeye alikuwa anatembea kila mwanadamu. Sasa nataka usaidisha, unisaidie familia. Walishughulika hapa na pale, shida ikawa barabara naye, kwa eria hii haipitiki, ila ambao huyu uh, mama akipata shida kutaka kushughulika haraka, mahospitali pia ni mbali.